nimekaa ni kwa miezi mitatu a kazi kwa upande yangu imeenda vizuri kwa upande wangu mimi imeenda vizuri kwa sababu nimegenyi confidence nimeongeza ujuzi mbalimbali

Mm. Yes. Kwa hiyo katika kipindi cha miezi mitatu ulikwaza nani? Jambo moja ni kwamba <sighs> kuna ile inatokea. Kwa bahati mbaya, katika ile harakati za kuvutavuta pesa, nakuta pesa mm. aa mm. mm -hmm. mm. pesa zake mm. zimeanguka chini mm -hmm anakuja kwambia, ah, ni nani amegusa story yangu mbona, mm. pesa nimezikuta wapi? Nafuka sana kwa sababu ya ah, yeye. Okay, fine, mm. mm. mm. okay, anazichukua yeye mwenyewe, kwa sababu ni muda mwingi sana mambo ya kuhusu pesa pesa, pesa nilikuwa na hofia sana ilinisijishikirisha si, si, ikaja kutokea kwamba kitu kimepotea nikasemekana nani? Ni Fred. Kwa hiyo alikuwa chumbani kwake kwa kishangusha na akuta yeye anarudi sana kuita Angel. Mm. Aliweka pesa yangu kwenye wale ila nimezikuta tatu chini. Chini. Ila hazijaibiwa. Hazijaibiwa zipo. Ila zipo ila amezikuta tatu chini. Unakaa unamwelekeza nini wakati ukiona uvua nguo nini ifanye nini? Walipenya nguo. Na mdosi yule alikuwa amelewa. Sasa kama ukiwa umeelewa unajua ufanye nini? Nijitambue. Ila anachoona naye anaona kitu kimoja. Kama tumetoka naye nikijua ameelewa. Ninaporudi naye nyumbani na hakikisha kwamba ameingia chumbani kwake. Na kumwambia afunge nini? Aloki, aloki mlango. Sasa ile nikawa kama msaada wangu. Ina maana kesho akiniambia nitakwambia, ah, muda tunaingia nilipamboroki nini? Mlango. Kwa hiyo hakuna ufunguo mwingine anaweza kufungua mlango sababu kuna ufunguo huu. Mmoja nao funguo na wewe. Wewe mwenyewe. Nikapata fursa yes, mm. Ni mm. mm. Sikutaka siku kuongea mimi uongea mm. Niliwapigia mm. wale waajiri wangu mm -hmm. wakaongea na wasaidizi wenu. Waliuliza niaje Fred ametoka salama hapo nyumbani mm. Hakuna tatizo lolote lolote mm. anambia kikweli tumeisha na Fred kwa miezi mitatu mm hajifanya chochote kibaya mm. na tunashukuru kwa sababu ni kaka anayejituma mm. anajitambua ni nini mm. anafanya okay. ya ametoka pale nyumbani, tunaumia kumwachia mm. ila inatubidi kwa sababu mm. tunahitaji professional ambaye ni dereva mm. akamsaidia nani baba, sasa tunamwondoa Fredrick mm. ili kuondoa nini ile cost mm. Oh, kwa hiyo wewe shughuli zako zilikuwa zinahusiana zaidi na nini pale nyumbani, kabla sijaletea mfanyakazi maki, siku mbili kabla mm. ya mimi kuambiwa kwamba natakiwa nivunje nini mkataba mm. kuna mdada aliyeleta mdada wa kazi no? kipindi cha nyuma ya niko peke yangu nilikuwa napika osha mm -hmm. vyombo. okay. nazingatia dawa za baba kila siku okay. okay. baba akitaka kutoka nijua anaenda wapi? mm -hmm. kwa hiyo yani Aliyekuwa oh, zote aliyekuwa anamuendesha ali ni dereva wake binafsi. Alikuwa nawapigia dereva e alikuwa ali na madereva mengi na madereva, toka, siku na ajiriwa mimi mm. niliambiwa kuna madereva na ana anawaita ana yeah, akitaka kutoka mm. Ananiambia nahitaji kutoka leo mm. ya na, na, mm. na mm. mm. madereva wale na dereva hmm. mmoja alikuwa ni mjanja mjanja sana hmm. na nilimgundua hmm. Mwanzoni niliambiwa stori zake mm. Sasa mimi mwenyewe nikasema ah, kwa sababu nimeambiwa, siwezi nikakubali mm. ngoja nifanye uchunguzi wangu mimi mwenyewe, mwenyewe mwenyewe mm. nikaa kwa mwezi mmoja mm. kwa hiyo nilimchunguza, ya dereva ni mjanja sana mm. kuna siku amekuja pale nyumbani, ni sawa, sijui mambo ya magari mm. lakini kuna siku amekuja akasema anataka atoke na nani na baba mm. nikasema kwamba ah, kama atatoka na baba mm. na mtu ambaye yupo hapa nyumbani kwa ajili ya baba ni nani, si mimi mm. chochote kikimkuta, niulizwa niulizwa mimi mm. Nikamwambia, mnaenda wapi? mm. Tunaenda gereji kutengeneza ile ime, exos mm. imekatika uh -huh. sehemu mm. mm. gani? mm -hmm. mm. No. mm -hmm. ila ninazingatia majukumu yangu na wajibu wajibu wow. wangu. mm. natamani kujua ni sehemu gani, mm. ili hata mm. Flan. mm. ah, kama ukitoka kesho nikiulizwa nitasema kwamba ametoka ameenda kufanya kitu fulani kitu fulani. ah akaona kama anamkamata mm. akabadilisha mada akasema, ah tunaenda kupaka grease kwenye baadhi ya nini ya viungo viungo vya nini ya gari. Nikamwambia sasa, kama ni kwenda kuweka grease, naomba umpigie huyo fundi aje wapi, aje hapa nyumbani, kwa sababu grease sio kwamba ni kitu ambacho ni kigumu sana kinaweza kikabebeka. mm. Akaja akajaza pale akafanya mm. sehemu zote akaondoka. Sasa baada ya kumgundua pia, nikasema yes, nilivyomwambia mwanzo na nashukiana sasa hivi vitu mm. sahihi. Kwa hiyo ili nilimwavoid mm. ili kumwepukana. Kwa hiyo sikutaka kumwambia moja kwa moja mm. ya unaondokana naye mm. ya. Kwa hiyo akitaka kutoka, nilikuwa natafuta dereva kwa nini kutoka naye, walikuwepo wawili mm. ya alikuwepo Saidi na alikuwepo Morris ya okay. Yeah. Oh, okay so Aa, uh, baada ya kuambiwa kwamba unasitishwa mkataba, hukuambiwa uh, kwamba ni kwa sababu labda umeshindwa kufanya majukumu yako yeah? Sasa siku nimeambiwa kwamba nasitishiwa mkataba mm. sikuambia kuna tatizo loote, mfano nini imetokea mm. ila ni kwa mahitaji ya nani ya baba babababa na, baba na mahitaji. Mahitaji. Sasa imebidi atafutie dereva mwingi sio tena wale kwa sababu mwanzo, mm. Pinde ninaanza nina, nina kazi, tulianza Banana yani Ukonga. Sasa ndio tulivyokuwa mwanzoni, ile sehemu baba alikuwa anaibiwa sana pesa mm. na ndugu zake, yani kuna wengi ambao baba wanaingia, akitoka, sinajua washafahamiana, bosi katoka kwa kisha toka mwenyewe, wanajua jinsi wanapokutana naye Mm. Wanampeleka baba atakapolewa tu mm. kwa sababu ashafanya transaction za mm. pesa siko mfukoni mm. anafanya nini? Anachomolewa okay. Sababu ya kuhama kule mm. ni kwa sababu ya hao majengiri mm. Wale walikuwa wanamwibia pesa mm. Tulivyohamia pale akasema basi mm. itabidi tu delete errors zote ambazo mm. zilikuwa zina, zinamuumiza baba mm -hmm. Kwa maana hata yule dereva kutafutwa ametafutwa ili kuondoa wale wengine. Kwa hiyo sasa na wewe umekuepo miongoni mwa hao walio dilitiwa. Ah, sasa <laughs> siwezi nikajua kwa upande mwingine yeah. Yeah, ila kama nimeambiwa kwamba nimeambiwa kwamba baba anahitaji mm. ya yeah, professional mwingine ambaye mm. ni dereva mm. ya yeah, sikuwa na kipingamizi mimi sio dereva mi de mimi yeah, ya siyo wow. Sasa wow. Nahisi baada ya kuongezea yule mdada anafanya hizo kazi kwa sasa, anafanya yule mdada pia anashirikiana kwa muda mbo io mm. pa yeah. Huyo oh, dada sasa ndi anayefanya kwahiwametoka yeah, kwenye mkaka wakachukua mdada, mdada. Mm. Yeah. Sawa yes. Uh, so kwa namna moja nyingine wale ndio wamevunja mkataba au niwe kwa namna nyingine ah, siwezi nikasema kwa namna nyingine yeah, ninaenda tu direct wao ndio wamevunja nini mkataba. Utaratibu umefuatwa umefuatwa, lakini mwezi wa tatu mm. mwezi wa tano huu nilipaswa kulipa kulipa pesa yangu tarehe ishirini na nane, ishirini na tisa. mm -hmm. Walilipa mapema, walilipa tarehe ishirini na nne ela ya mwezi ambao hapa kazi. baada ya hapo, baada ya mimi kufika hapa nyumbani Mhm. Alielekezwa kwamba sasa ni... hey. yes, uh -huh. Ali, baada ya kumlipa mshahara wake wa mwezi huo aliopo hey. pia natakiwa ulipe mwezi mmoja hey. mbele mm. Kulingana na nini? Matakwa ya nini? Mm. ya mkataba mm. basi nilirudi mm -hmm nilivyoondoka nikafika nikawapigia simu mm. maelekezo yote washapata, basi mm. nikaambia, itabidi mfanye transaction hiyo mm. baada ya mm. kufanya transaction, mimi nitaichukua picha niwatumie, mm. ili kudhibitisha kwamba nishapokea ni mm. nishapokea. Baada ya kupokea mm. itabidi nirudi tena mm. kupata feedback nyingine. mm. Yes. na so yeah, ambayo, ambayo. Ambayo. Mm. Okay. So, kwa hiyo ilifanyika hiyo, ya nimelipwa, umelipwa hela ambayo ya mwezi mmoja ya mbele. Okay, sawa, ndio utaratibu kwamba kama wafanyakazi wetu wakiwa wanataka kuvunja mkataba, huwa yeah. wanakatwa mshahara mmoja. Hata wewe mkataba wako sikuwa unasema hivyo? yeah. mshahara wako kwanza, yeah, yeah, hey. wa kwanza ulikuja ofisini wa yeah. na ambayo inakava mshahara mmoja au yeah, mshahara wako ni laki tatu. yeah. kwa maana hiyo ingekuwa weendo umevunja mkataba Yes. ile hela usingeipata. mm -hmm. Tungewapa mtu mwingine yeah. tungewapaiiujana yeah. mwingine, mwingine. mwingine. Yes. lakini inaenda hivyo pia kwa upande wa pili kwamba kama bosi anakuvunjia mkataba yeah. ile hela yako ya dhamana unaipata yeah. na bosi anakupa fidia ya okay. ya mwezi mmoja, kwa hiyo sisi tunafurahi kwamba Uh, umepata haki zako zote yeah, si ndio maana yeah, yako ile hela iliyokuja huku okay, utaipata yeah. Na pia mabosi wako wamekupa hela ambayo ni extra yeah, ile ya mwezi ya mwezi unaofuata. yeah, yeah. yeah. So kwetu sisi hicho ndio kikubwa ambacho tunakisimamia. Tuna, tumetengeneza platform ya kuwatafutia kazi yeah. Although kwa vijana sio wengi kama wasichana yeah, sababu sisi tumefocus sana kwenye hizi kazi za domestic Uh, hizi kazi za majumbani, dipo tunakoona kuna kuna need yeah, uhitaji. Yeah. Yeah. Uh, tungetamani hata mko kwenye kazi zingine za madukani au kazi za maofisini lakini kwa kuwa kila mtu analia huko kazi hamna. <laughs> E, sisi tukaangalia eneo ambalo lenye fursa yeah, yeah. Kwa hiyo ni, he, hizi, ni, ni kazi za nyumbani ambazo wengi wanaohitajika ni wadada yeah, walio wengi. Ni watu wachache ambao unakuta wanahitaji vijana wa kiume, lakini kwa kweli ni fursa kubwa sana, kama we mwenyewe ni shahidi yeah. kila siku unaona maelfu ya wasichana wanapita hapa Salam, wanapata hii fursa yeah. kwa hiyo tunafurahi tumeweza kutengeneza kitu ambacho kinasaidia watu wengi sana yeah. Yeah. na wavulana wachache kama nyinyi yes. nafikiri pia umenufaika na mradi wetu. Kiukweli nahisi mm, ni wapongeze mm, yani nikianza kufikiria nilipokuwa, mm, na hata sasa hapa nilipo nasema, mm, Mwenyezi Mungu awaongezee zaidi.